Majina yangu ni Dr. Eliakira Mozezemko, ni campus manager wa chuo cha uhasibu Arusha tawi la Babati. Leo tumekuwa na siku ya kuwaelimisha na kuwafunza wanafunzi juu ya mambo mbalimbali katika mambo yao ya, maswala mazima ya masomo yao, maanake tuligundua kuwa kuna, kuna gepu ya uelewa kwa wanafunzi kuwa wapo wanasoma programu mbalimbali mbali, lakini ukimuuliza mwanafunzi seriously ilikuwa kwa nini anasoma anachokisoma na anategemea nini baadaye hawezi kukuelewesha. Tumetengeneza programu ya Career guidance, na katika kuelimisha tumekuwa na watu mbalimbali mbali, lakini pia tumezungumzia mambo ya teknolojia na namna gani uh, future zetu za kazi na future zote za, za, za kimaisha kwa ujumla zinavyoathiriwa na teknolojia. Kwa hiyo teknolojia ni area kubwa, ni eneo kubwa ambalo kila mtu anatakiwa ajue ajue kila kitu kinachoendelea sasa hivi duniani kuhusu teknolojia na ajifunze kwa haraka sana, hata haijalishi kuwa mtu anasoma programu gani. Sasa hivi dunia tunakoelekea ni kila mtu awe na mindset, akili ya ujasiriamali na kujiajiri, kwa sababu tukiangalia ukweli ni kwamba uh, hakuna ajira zile ambazo ni tunategemea kama miaka ya zamani, tukimaliza chuo mtu anaenda moja kwa moja kwenye ajira, hazipo sasa hivi. Ni event ya ni special kwa ajili ya wanafunzi wetu. Hii ni baada ya chuo kikuu cha wasibu Arusha kampasi ya Babati kutambua umuhimu wa kutengeneza vijana wake professionally, ni lazima iambatane na matukio kama haya ya leo vijana kuzungumza nao, kuwaletea watu mahiri mbalimbali kuja kuzungumza nao. Lengo likuwa ni kuhakikisha kwamba tunawaongezea thamani kwenye ile academic education wanaoipata darasani. Kubwa nilichofurahia ni, ni, ni kuhusu elimu ya kujitambua self awareness. Self awareness yangu ina bridge vipi kazi zangu na elimu yangu. Waziri Mkuu alizungumzia swala la kwenda VETA. Nahisi yuko sahihi, kwa sababu sisi tunapenda elimu ya madaftari, ila hatuifanyi kazi. Kwa hiyo ninapenda ushauri alioutoa kwa, kwa sababu naona kabisa, hata hata nikienda VETA, nitajifunza mengi na nitafanya kwa uhalisia wangu, hata kama nisipoajiriwa nitajiri, nitajiajiri mwenyewe. Career guidance ni tukio ambalo wametuandalia kama chuo cha uhasibu kwa ajili ya sisi wanafunzi kuweza kutambua wapi tulipo, wapi tunakwenda. Kitu kikubwa kilichokuja kutujenga leo ni watu wote kujua kujitambua na kufahamu nini kinatakiwa kufanyika, wakati tunaendelea na masomo yetu, ili tukitoka hapa tusiwe watu wa kutafuta ajira, kama alivyosema uh, Mheshimiwa Waziri Mkuu majuzi, kuwa tukimaliza tunatakiwa tuende VETA. Lakini siku zote tunasema ajira zipo, ila shida ni hatupati watu ambao wanapata qualification za kuajiliwa.